Moja, niache. Wewe, kila mtu unamtaka, kila mtu unaharibu. Maina, mimi ni ndugu yako, mimi ni dada yako. Unashindwa kujua kwamba katika watu ninaowapenda katika dunia hii ni wewe. Hivi unadhani navyokusikiza muda wote naweza kukuonea hata? Si, Siwezi.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

zebuletu sisi lipo kwa ajili ya kufunza ipi ile imani yako. Mambo binafsi ni mambo gani hayo mnayozungumzia? Unapenda sana kumnyanyasa ndugu yako, umesahau kabisa kama yule ndugu yako kumnyanyasa hivi kupenda anachokipenda ndo kumnyanyasa? Wanaume wako wengi sana kwani, lazima umpende mwanaume ambaye anampenda ndugu yako? Huo ni unyanyasaji wa kinafsi. Kupenda anachokipenda sio unyanyasaji wa nafsi. Mimi pia nina haki nina haki ya kupenda, nina haki ya kupendwa kama alivyo yeye. Huo ndio unyenyesaji wa nafsi ambao nauzungumzia. Una haki ya kupenda na una haki ya kupendwa, lakini sio kila ambacho anakipenda ndugu yako Maina. Hiyo ndio lombaya, tena lombaya kubwa. Mbona unaweza wa kutafuta tu mwanaume mwingine na ukaishi vizuri tu na ukapata upendo huu ambao anaupata ndugu yako kwao? Unapenda kumnyanyasa ndugu yako. Nipambanie cha kwangu. Cha kwangu kipi, wakati kila nikijaribu kuwa nacho sikipati? Anayekipata cha kwangu ni yeye, kwa hiyo inanibidi nifanye juu chini ili niweze kumnyang'anya alichokuwa nacho, kwa sababu hiko ndo cha kwangu mimi. Ili ni onyo la kwanza, na imani haitajirudia tena. Endapo ikijirudia, adhabu kali nekuusu. <laughs> mnazungumzia adhabu, mnazungumzia onyo, kitatokea nini pale ambapo sitofuata masharti yenu? Umekuwa sasa, Maina, umekuwa eti adhabu eti onyo! <laughs> wanadhani wananiweza eh? Yaani, wamekaa kabisa, wanakuja kunipa mimi onyo la kipumbavu. Ndugu wa kwangu mimi, lakini wao inawauma sasa. Ngoja na tuone. Karibu sana. Asante sana. Vipi? Safi. Na vipi? Safi. Nimefurahi kukuona hapa leo. Hata mimi pia. Vipi lakini niko poa? Niko poa sana. Mimi niko poa kama unavyoona. Mimi ni jana tu. Vipi? Simu simne kwapi? Mwanzangu. Hata sijui alipo. Hayupo, kaelekea wapi? Ah, tuachane kwanza na mada za yeye avkdogya nikuwa akusubiria hapa uje tu hivi. Mm, unajua kama najua naipenda sana basi mi niko tayari kuwa na wewe. Kweli kabisa eh. Uko tayari kuwa na mm, kwa moyo <coughs> mmoja ndio. Nashukuru sana lakini nimekuletea maji muda mrefu na wala haujanywa. Si unajua, umeniambia maneno mazuri ama haba, hata maji ninasahau. Ninasahau. Na kweli nilikuwa na kiu, maana kijua akali kutoka huko. Vipi? Mbona mbona unabadilika? Hapana. Umegeuka bwana, iiuka maji kutoka kidogo unasema kiu tayari. Ya nini? Natamani hata nisilie, natamani niongee siwezi. Najikuta nalia, sio kwamba naigiza, sio kwamba nafanya makusudi, ni vile tu mimi nakupenda sana wewe lakini umekazania, nakwambia mimi ndo Nayma, umekazania unasema yeye ndo Nayma, yaani hapo ndo nakamia mimi. Na kama ait, kama ungejua jinsi gani ambavyo unaniumiza ndani ya moyo wangu

Naomba tuamini kitu kimoja kwamba mimi ndio naimwa. Mimi hapa. Mimi hapa mimi mimi hapa ndio naimwa. Mimi hapa. Shida yangu mimi tu hivyo, nakuomba na <hau>. Mama tusisogeleane. Mama. Jamani eh, mimi nipo mimi peke yangu. Wanaume wako wengine nje, sawa? Mi nampenda ni Nayma, sio wewe. Kwani wanaume wameisha eh? Wanaume tuko kibao, kwani na nini mpaka uning'ang'anie na wewe? Sikupendi jamani, sikupendi ama niongee na nini unielewe? Lakini mi nampenda Nayma, ndo mwanamke sahihi kwangu wewe sikupendi na sikutaki.

Kwa imani iliyonijaa ndani ya moyo wangu, kitabu cha zehebu langu tukufu kilichofunikwa na mwanga wa kiroho kinipe nguvu sasa ya kupambana na wivu, maana kitabu cha zehebu langu ndicho chenye imani ya kweli tu. Labda ungeacha, lakini unayafanya kama vile. Mimi ni mtu ambaye eh? Unadhani navyokusikiliza muda wote naweza kakuonea? Hata siwezi, yaani sitakuonea huruma na sitakuja hata kufikiria kukuonea wewe huruma kamwe. Tena nisikilize tu kwa umakini. Wewe unayemtaka wewe hata mimi namtaka hivyo. Unavyolia, unavyoniomba, unajisumbua kwa sababu kamwe hautokuja ka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 dada yako, mimi ni ndugu yako, sikatai. Nafanana na wewe sikatai, lakini kama siwezi kuwa wewe, hilo naomba ulikumbuke kwanza. Hizo furaha unazozihitaji, hata mimi mwenye nazihitaji.